Ah, okay, hongera sana, na akaunti yako ndo hii sasa. Fata ya maelekezo ili kuweza kujua namna ya kutumia akaunti yako. Gusa hiyo linki ambayo nimekutumia hapo, kisha itakupeleka sehemu ya kulogin, yani utaweka username na password. kwa hiyo kama tayari ushaingia, basi endelea kufata maelekezo hapa baada ya kulogin utafika hapa ndio itaonekana akaunti yako kama inavyoonekana. Kwa hiyo hapa hautadili napo sana, utaenda moja kwa moja kwenye kamshale hapo hapo juu ninakokuonyesha. Baada ya kufika kwenye yako kamshale, ukigusa utaangalia sehemu hii hapa ambao nakuonyesha. Nyingine ni sehemu makini sana ambayo ni muhimu sana kwa utaangalia sehemu ya karibu video, utakliki hapo kwenye karibu video, utikliki kwenye karibu video hapo, utaipata video ambayo unatakiwa utazame ili ulipe. Kwa hiyo, hii video inaelezea A to Z namna ya kutumia akaunti yako ya Eagle Qash, na ukimaliza unalipwa pia. Kwahio utapata faida mbili, utajua jinsi ya kutumia na utalipwa pia. Lakini mwishoni mwa hii video inaonyesha kwamba inatakiwa ukopi linki alafu kisha utume linki hapa, mimi nikuelezee linki iliyokamilika. Kwa hiyo fanya kila kitu kilichoelezwa kwenye hiyo video, mwishoni nitumie linki kama video inavyoonyesha.